Mnamo tarehe ishirini na mbili wa nne ishirini ishirini na tano ilikuwa majira sa ya saa kumi na mbili za jioni, kulipokea taarifa kupitia OCD wa Ushetu kwamba katika kijiji cha Kasomeala kata ya Kinamapula tarafa ya Dakama wilaya ya kipolisi Ushetu mkoa wa Shinyanga, mwanamama aliyetambulika kwa jina la Modesta Shiganga mwenye umri wa miaka hamsini na mbili msumbwa mpagani alikutwa amefariki shambani